Hello ladies and gentlemen, how you doing? Karibuni tena kwenye Diena Academy Hala. Sema isema ambapo unapata taarifa za msingi ambazo zitakusaidia wewe kama mjasiriamali kwa njia ya kidijitali kuwa na taarifa za msingi, sio tu taarifa pekee yake, lakini pia na elimu ambayo itakusaidia kuwa na proper engagement when it comes to digital entrepreneurship. So Uh, by the way, before sijaenda kutoa highlight ambayo nimetaka kushare na yinyi leo, niwakumbushe tu tunapewa nguvu na Encryptors Wallet, moja kati ya wallet bora kabisa ambazo ukitaka kujenga portfolio yako ya digital assets, basi nitakurecommend iwe ni moja kati ya wallet ambazo unaweza ukaiangalia kwa sababu ina features nyingi za user friendly, iko na services nyingi ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuenjoy, uh, safari yako ya ujenzi wa portfolio yako ya digital assets. So getting back to what has brought me here today for the highlights. Um, tunajua kwamba Few weeks nilikuwa nimetoa updates kwamba inflation rate imeshuka Marekani, it was around 2.5, uh, which is a, was a good sign, so tukao tunasubiria leo uh, forms wakiongozwa na Fed waweze kutoa taarifa kuhusiana na rates za the Fed ambayo ni kama Central Bank ya, ya, ya kule America. Sasa baada ya jana uh, rais wa Marekani kutoa uh, kama kionjo au kichocheo fulani kwamba anategemea the FED, wata, uh, introduce rate cuts kwa ajili ya kuweza kuempower Uh, uh, uchumi zaidi wa Marekani uh, akitegemea tarehe mbili ikiwa mwezi wa nne ikiwa kama ndo siku ya kuliberate America. I don't know what's happening on uh, second April. Sijaifuatilia yeah, sana, lakini alikuwa ametweet na Trump kuweza kushinikiza uh, the Fed waweze kufanya rate cuts, lakini unfortunately, leo taarifa baada ya kutoka, hakuna um, rate cuts ambazo zimekuwa introduced; rather wameamua ku maintain pale pale rates zibakie 4.2 to 4.5. Sasa so, katika mazingira kama haya uh, tukumbuka rate cuts ni moja kati ya macroeconomic news, kwa hiyo ikitokea uh, kitu kama hiki mara nyingi uh, sentiment za wawekezaji zinakuwa ziko divided, kuna kuwa na mixed sentiment hataweza tukasema kwa mantiki. Tunaposema mixed sentiment inamaanisha kwamba hakuna kilichobadilika na situation ya mara ya kwanza ambayo ilikuwepo, ilikuwa ni uncertainties kwamba kwa sababu kulikuwa kuna vita ya kiuchumi ambayo so far mpaka sasa haijapatia suluhu kati ya Marekani na China kwenye tariffs lakini pia kulikuwa na rates ambazo zilikuwa ziko juu uh, kwa sababu ikiwa beyond 4 tuna consider kama ni high rate. E, na katika circumstances kama hizi tunategemea economic activities huwa zinapungua, so. Sasa kama zikipungua, manake tunategemea watu wengi sana wataogopa kwenda kununua crypto na stocks rents, watakimbilia kwenye safe haven assets, kwa mfano uh, gold pamoja na, na, na, na pia uh, wanaenda kuwekeza kwenye bonds, vitu kama hivyo ambavyo they are more safe kwa sababu wanakuwa wanaogopa of any circumstance ambayo inakuwa ni dangerous kiuchumi, ikasababisha labda hela zao zikapungua kutokana na asset ambazo wanakuwa wamezinunua. So katika kipindi kama hiki tutegemea market itakuwa na iko iko, yani iko iko neutral, yani hakuna maajabu makubwa sana ambayo yatatokea hapa. Rather, inaweza ikatokea pia uh, a few moves, kwa sababu obviously, yani haimaanishi kwamba watu wasiponunua, sio kwamba ndio wote hawanunui. Of course, wachache wataendelea kununua kama kawaida, watanunua wengine, watauza lakini kwa wale ambao watanunua, maanake wanaona kwamba wanajenga ile imani kwamba kuna resilience ya uchumi, kwa sababu kama wame maintain uh, kama it was worse, maanake rates zingekuwa juu zaidi lakini kama wame maintain pale pale maanake it's not bad yaani kwamba kitu wake kilichokuwepo hakitabadilika sana kwa hiyo watu kuna watu wataendelea kununua na ndio maana umeona uh, baada ya uh, stocks uh, last uh, few weeks kushuka sasa so zimeregain gain sio hivyo lakini somehow zimeregain uh, lakini pia sio hivyo tu uh, hata crypto nazo somehow somehow zimeregain Uh, lakini sio kwamba kuna mabadiliko makubwa, kwa sababu as we know, is a mixed sentiment, lakini pia tunaweza tukaona watu wale ambao hawapendi kabisa kuteki risk, wao wamekimbilia sana sana kwenye gold, kwa sababu pia dola nayo sasa hivi somehow imeshake kutokana na kwamba kuna vita vya kiuchumi vya hapa na pale. Kwa hiyo eh, somehow, uh, is a safe haven currency yes, we all know that, lakini kwa sasa hivi uh, because of this war that's going on between, uh, US and other countries with respect to the transition period ambayo ipo, kwa sababu rais ni mpya, wanafanya maboresho ya sera na vitu vingi. Kwa hiyo somehow dola eh, watu wanaiogopa kiasi fulani, kwa hiyo unakuta wengi wamekimbilia kwenye uh, kwenye gold, na ukiangalia gold uh, this time around for the first time imefikia bei kubwa sana, imefika all time time high this time around, kwa sababu imefika around dola elfu tatu na hamsini na saba per ounce. This is the all time high that has never happened. Hii yote inaonesha ni jinsi gani watu wanajaribu kwanza kutunza pesa zao kwenye assets ambao ziko safe na ukiangalia capitalization ya gold imepanda imepanda mpaka dola trilioni kumi na nane. That's a lot of, that's a huge rise. Kwa sababu last time nilikuwa nacheki it was around 15, 16 trillion. Kwa hiyo kama kuna trilioni mbili dollars zimeongezeka kwenye capitalization ya gold. You can tell how it is. Na ukiangalia pia apart from these uncertainties ambao zinatokea kwenye uchumi sasa hivi unaona kwamba hata hizi emerging economies bank zinanunua sana gold kwa ajili ya kufanya reserve. Kwa hiyo tunaweza tukaona how much is going to be uh, confusing somehow kuweza kuona kama kuna mabadiliko yote ambayo tukiona. so far watu wanasubiri kwa sababu the next Fed inakuwa around May. Uh, FOMC nyingine itakuwa May, kwa hapa katikati hapa labda kutokea taarifa nyingine labda ya kuseto hizi economic war etc. probably we may find kutakuwa na surge uh, au impact ambayo itakuwa ni huge kwenye market, lakini for the time being, kwa sababu kuna mixed sentiment market ni kama inakuwa iko imebalance iko neutral yani, hakuna kupanda sana wala kushuka sana yani inacheza pale pale, na hii naizungumzia hasa kwa hizi risky asset nikimaanisha stocks pamoja na cryptocurrencies hatuexpekti kuona mabadiliko makubwa sana unless hadhati, kama nilivyosema, kutokea a very strong news ambayo ni macroeconomic, ambayo inaweza ikaleta impact, kwa sababu we all know cryptocurrencies na stocks zote huwa zina favor kutokana na EMH effective market hypothesis. Kwa hiyo news ambazo zitakuja kuhusiana na hizi assets basically ndio zitakazosababisha nini kiweze kutokea whether uh, uh, watu waweke pesa nyingi kwenye crypto na stocks au watoe pesa zaidi wakimbize kwenye safe haven assets kama bonds pamoja na gold. Lakini another thing which is very important to know ni kwamba watu wanazidi kukimbilia kwenye strong assets, kwa mfano kwenye cryptocurrencies, ukiangalia saa hizi uh, out of uh, I was checking here actually um, capitalization ya cryptocurrencies ikiwa kama dola trilioni mbili nukta nane uh, Uh, gold um, uh, uh, Bitcoin dominance imepanda sana, na ukiangalia sasa hizi kuna cryptocurrencies nyingi and for the time being tumekuwa tukiona kwa mfano, ukiangalia 2022 hiyo ngapi Bitcoin ina range asilimia 39 ngapi, lakini sasa hivi we are speaking imeenda mpaka asilimia 60. Kwa hiyo ina maana uh, out of dollar trillion 2.8, 60% ya pesa zote ziko kwenye Bitcoin the rest ndio zimegaa kwenye hizi uh, cryptocurrencies nyingine karibu elfu sitini huko. Yaani ndo ndo ujue kwamba Bitcoin is considered now as a, as a strong asset in the digital realm, kwa sababu uh, uone uh, toka Marekani wameanza kuizungumzia Bitcoin strategic reserve. Ina maana EMH kwa sasa hivi zinai favor zaidi Bitcoin, although sawa na cryptocurrencies nyingine zinakuwa favored pale Bitcoin inavyokuwa inazungumziwa vizuri, lakini hatuwezi kukataa kwamba the strong EMH saa hizi zina support zaidi Bitcoin, na ndio maana watu wengi sana, hata kama wataamua kubaki kwenye cryptocurrencies, watakimbizia kwenye Bitcoin ni wale tu ambao wanaona kitu baada yani eh? Wale wanaoweza kuona mbali zaidi ndio utakuta wananunua hizi assets nyingine, na the fact is si kwamba watu hawanunui coin zingine no, no, no don't get me wrong, we are talking about the major moves. Kwa sasa hivi, major move, watu wengi wameenda kununua Bitcoin kwa sababu institutional adoption kwa kiasi kikubwa zipo kwenye Bitcoin. Ukiangalia MicroStrategy wanunua sana Bitcoin, Tesla the same thing uh, El Salvador wanunua sana Bitcoin, Marekani wenyewe pia plani ya hawajaanza kununua bitcoin yoyote. Sasa hizi Marekani, so far watu was confused, kwa hiyo nyingi walizonazo, nyingi ni za confiscate kutokana na wahalifu mbalimbali, kwa hiyo wanamiliki bitcoin kadhaa nyingi, of course, laki mbili na kumi kama sio laki mbili, lakini zote ni za confiscate kutoka kwa watu ambao ni wahalifu. So tunaweza tukaona kwamba watu wengi wanakaa huko kwa sababu EMH, sasa hizi ina favor zaidi bitcoin, although other coins pia watu wengine wananunua, si kwamba hawanunui kabisa, people are still buying it, lakini the major moves zipo kwenye Bitcoin. The same applied uh, stocks watu wananunua bado na wanauza wengine, lakini the major moves huwa uh, tunaangalia ile strong move. Watu wanahamishia pesa sehemu gani? For the time being nimesema iko mixed, kwa sababu watu wengine wanaamini kwamba rate cuts zimekuwa maintained kwa kuna resilience ambayo ipo, kwa hiyo wanaamini kwamba things are going to fall out to be good uh, uh, with the expectation, kwa sababu kuna conversations zinaendelea za kusetwa hizi economic war on tariff to be specific kwa hiyo kama itatoka vizuri maanake it's going to be good for the stocks and cryptocurrencies. Lakini for the time being it's a mixed sentiment. So we do not expect much moves actually uh, whether it's up or down. Lakini tunaitegemea uh, pia watu wataendelea kununua gold zaidi. Nadhani gold ina perform vizuri sana apta yake ni rise with a very huge amount of money uh, scoring the all time uh, high uh, ya dola elfu tatu na hamsini na saba per ounce. Kwa hiyo vitu vinaendelea vizuri kama hivyo. Uh, it's it's very good unapo deal na uh, economic na unapo deal na digital economy kupata uh, taarifa rasmi, then forget about reading on the chat um, on the on the articles only. Jitahidi kufuatilia the real information kutoka kwenye real source. Niwakumbushe tu pia uh, sisi tuko hapa, niwakumbushe tu pia kwamba tarehe 21 Machi 2025 Uh, uh, task force ambayo imetengenezwa na SEC Securities and Exchange Commission ya Marekani watakuwa na, SEC, na round table live kupitia website yao ya the SEC uh, wakijadili namna uh, watakavyotengeneza regulations mbalimbali mbali za kudhibiti matumizi ya cryptocurrencies yaende katika usahihi zaidi na kuweza ku promote industry so it's a very important time for you to learn as well kama unapenda kujua position ya industry ya crypto iko wapi but i think this is going to be a good time na wewe kujifunza kwa sababu uh, watairusha live kuanzia saa mbili mpaka saa sita usiku saa za Afrika Mashariki. Nikumbushe, sisi pia tunapatikana Ubungo Plaza, sisi kama Diena Academy, kwa sababu sisi tunaamini ndo sehemu sahihi ya wewe kupata maarifa ya ujasiriamali kwa njia ya kidijitali. Kwa hiyo hakikisha unakuja hapo, unapokuwa unahitaji kupata consultation ya aina yoyote, na kabla haujaamua kujiengage na mambo ya cryptocurrencies, please make sure you find a good way to get a good education and reliable one. usiende kusoma soma tu articles. Sometimes Uh, articles zinaweza zikaa ziliandika hivi like lakini the real world uh, use case adoption inakuwa iko tofauti. Kwa hiyo, focus much on the reality. Usiende sana kwenye kusoma tu bila kupata uhalisia ukoje, kwa sababu unaweza ukafanya kitu ambacho sio sahihi, ukajikuta una engage kwenye riski ambazo hazina ulazima, na wakati ulikuna uwezo wa kuziavoid kupitia uh, maarifa sahihi kutoka kwenye uhalisia wa mazingira ya kitu unachotaka na kudili nacho. Kwa hiyo niwakumbushe tu pia, tunapewa nguvu nanryptswaet moja kati ya wallet bora kabisa, ambayo inakusaidia wewe kuweza kujenga portfolio yako ya uh, e uh, pancake and much, much more and we are having potfoliyakoaza diiabt eetheruanec staking insideit farming uh, gaming vitu viko vingi sana ambavyo unaweza unaeza kupitia blockchain Uh, world. Uh, moja kwa moja feedback, lakini kama nilivyosema, if making sure that kila taarifa mpya ambayo inakuja inakuwa inakupata kwa wakati, kuhakikisha kwamba kila kitu unachokitaka wewe kwenye kila kitu unachokitaka uh, uh, wewe Uh, ili uweze kuwa na proper and positive engagement with the crypto industry basi unakuwa up to date, basi unakuwa up to date. So thank you very much for listening. See you next time, ciao. <music>